Maji na umwagiliaji. Mheshimiwa, kwa sababu ya muda, swala la Mheshimiwa Salome Makamba: serikali kupitia mawakala ma wake wa maji katika mkoa wa Shinyanga imepandisha bei ya maji kwa takriban asilimia mia moja kwa unit na service charge. Je, serikali ina mpango gani wa kupunguza bei ya huduma hiyo ya maji ili wan wananchi waweze kumudu gharama hizo aa, pamoja na lakini pia kuwavutia zaidi wawekezaji viwandani? Kwa niaba ya waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu swali la mheshimiwa Salome Makamba mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kuwa serikali kupitia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika manispaa ya Shinyanga Shwasa, imepandisha bei ya maji mwezi Septemba mwaka 2015 kwa matumizi mbalimbali mbali, kwenye manispaa hiyo. Mamlaka hiyo ilipandisha bei hizo baada ya kupata kibali cha kufanya hivyo toka mamlaka ya udhibiti wa maji na nishati ya EWURA. Bei hizo zimepandishwa kutoka shilingi 790 hadi shilingi 1000 kwa ujazo wa lita 1000 kwa matumizi ya majumbani, ambayo ni sawa na asilimia 26 na shilingi 1370 hadi shilingi 2000 ujazo wa lita elfu moja kwa matumizi ya viwandani ambayo ni sawa na asilimia arobaini na sita. Mheshimiwa Spika, utaratibu wa kuongeza bei za maji ni wa kawaida na ni wa kisheria. Kabla ya kupandisha bei za maji, mamlaka husika hulazimika kuomba kibali cha kufanya hivyo kwa mamlaka ya udhibiti wa maji na nishati ya ura, wakionyesha sababu za kusudio la kupandisha bei hizo ambazo hujumuisha gharama za uendeshaji pamoja na sehemu ya uwekezaji wa miundombinu EURA kwa kuzingatia sheria, kanuni na ushirikishaji wa wataalamu mbalimbali katika eneo au mji unaohudumiwa na mamlaka hiyo, huendesha uchunguzi na mchakato wa kujiridhisha na uhalisia wa kupandisha bei hizo. Mheshimiwa Spika, serikali ina mpango wa kupunguza bei za maji kwa pale inapogundua gharama za umeme kwa ajili ya uzalishaji wa umeme ume, ume, utatumia gesi asili ambayo ina gharama nafuu kuliko ukizalisha kwa kutumia dizeli. Kwa maeneo ya vijijini gharama za uzalishaji zitapungua maeneo mengi, kwani serikali ina mpango wa kubadilisha mifumo ya mitambo ya maji kwa kutumia nishati ya jua. Mheshimiwa Salome Makamba, nimekuona. Mheshimiwa Waziri, majibu yako hayaridhishi. Unaongea habari ya gesi asili Shinyanga, yaani mpaka ije ikafike gesi asili. Mheshimiwa Waziri, hizi ni ndoto ambazo kwa kweli tutaendelea kuumia na bei ya maji. Mheshimiwa Waziri, Eura hawajaenda kufanya consultation, hawajaenda kuongea na wananchi, wamepandisha bei ofisini. Naomba niulize maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo: Mheshimiwa Waziri, Shinyanga, mamlaka ya maji ya, ya, ya, ya, ya, ya Shinyanga na ya Kahama wametengeneza muungano. Wakaweka kitu kinaitwa Shuwasa. Na kazi ya Shuwasa ilikuwa ni kuboresha usambazaji wa huduma ya maji katika wilaya hizi mbili. Badala yake, Shuwasa sasa hivi wanauzia maji mamlaka ya Kahama na ya Shinyanga ambapo watumiaji wa mwisho wanaumizwa na bei kubwa kwa sababu ya kuwepo na mtu wa katikati. Una mpango gani wa kuja kujaribu kustandardize swala la bei ya maji katika wilaya hizi mbili, kwa sababu hali inawaumiza wadau na wawekezaji wanakimbia kwa sababu hakuna huduma. Swali la pili, nikimnukuu mheshimiwa Rais Magufuli kwenye kampeni zake alisema atahakikisha kingia madarakani, kila, kila nchi nzima tutapata maji, na kama tukikosa maji atawageuza nyinyi mawaziri kuwa maji. Mpaka leo hamjakuwa maji Shinyanga kata ni nane tu za wilaya ya ka Kahama mjini ndio zina maji Z, wila, kata ishi, kumi na mbili zote mpaka leo hazijapata maji. Watu wanaangaika wanatumia maji taka na na, natishia kuleta milipuko ya magonjwa. Ni lini mtatimiza mpango wa kutandaza mtandao wa maji katika wilaya hizi mbili ili watu waepuke au ili watu waepuke na magonjwa? Asante. Kujua kama Salome Makamba ni mkali hivi <laughs> Mheshimiwa naibu waziri maji na umwagiliaji, mheshimiwa waziri, mheshimiwa waziri tafadhali, mheshimiwa injinia Lwenge majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa mbunge pamoja na jazba ya anavyoongea kama ifuatavyo. Kwanza kabisa naomba nimfahamishe kwamba masuala ya kupandisha bei yapo kisheria. Huyu mdhibiti ambaye anaitwa EURA iko prosija ambayo lazima ifuate. Kwa hiyo prosija ya kupandisha bei ilifuatwa, hiyo ni la kwanza. Lakini pia naomba ufahamu kwamba katika SHUASA jurisdiction yake ni katika mji wa Shinyanga. Kule Kahama wana mamlaka nyingine ambayo inashughulikia Kahama. Tunayo, tunayo mamlaka ambayo inaleta maji SHUWASA kwa bout halafu SHUWASA sasa ndio inafanya distribution. Kwa hiyo hoja kubwa hapa, ungesema tu kwamba unaona kwamba bei iliyowekwa ni kubwa, hiyo ni jambo ambalo unaweza tukazungumza, na ndio maana kwenye swali tumesema kwamba nusu ya gharama ya uendeshaji wa SHUWASA ni kulipa bili za umeme. Kwa hiyo bili za umeme zikishushwa definitely na, na, na maji, bili ya maji itashuka na tukasema kwamba uzalishaji wa umeme kwa mfano, kama tutatumia nishati ambayo inalazimisha bei ya umeme shuke, basi hata bei ya maji itashuka. Ndio, ndio hoja ambayo ulikuwa umeuliza kwenye swali la msingi. Lakini pia ukielezea swala la kwamba mpaka sasa upatikanaji wa maji maeneo mengi hakuna, lakini lazima ufahamu, Mheshimiwa Mbunge, tulipitisha bajeti mwaka huu, tumepanga fedha za kufanya miradi na miradi kila wilaya inaendelea kuifanya. Sasa ukilizungumza kwa ujumla inakuwa vigumu kuweza kuelewa una maana swali lako tulijibu vipi. Nataka uwe specific na swali kwamba ni wilaya ipi na ni mradi upi ambao haujakamilika. Serikali inaendelea kukamilisha miradi kulingana na mpango ambao wabunge mlipitisha. Mheshimiwa Spika, naomba nitambue Mheshimiwa Masele ndiye aliyeuliza swali Mheshimiwa Rais kuhusu bei za maji. Mheshimiwa Geku, swali fupi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nikushukuru kushukuru, naomba niulize swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa TANESCO wameondoa service charge na hawa ndo wanatusaidia kusukuma maji katika vyanzo vyetu, lakini wenzetu wa wizara ya maji kwenye bili zetu za maji bado kuna service charge, ni lini service charge itaondolewa kwa wananchi wetu kwa sababu kwa kweli ni gharama kubwa pamoja na bili hizi ambazo zimepanda. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa naibu waziri maji, injinia Kamwele. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu swali moja dogo la Mheshimiwa Gekuru kuhusu ni lini tutaondoa service charge kwenye bili za maji. Mpango huo tumeuanza mkoa wa Iringa. Kwa sasa meter reading haisomwi tena na watendaji, meter reading hakuna, kwa sababu tayari tumeweka mita za luku. Ukitaka maji unakwenda kulipia kwa kutumia mfumo uliopo, unapata maji kama jinsi ambavyo unanunua umeme. Kwa kufanya hivyo, sasa hivi mkoa wa Iringa, bado muda kidogo, hakutakuwa na service charge. Kwa hiyo tukifanya hivyo nchi nzima, service charges zitaondolewa. Tunaendelea na wizara hiyo hiyo, swali la Mheshimiwa Dr Mary Machuchu. Wilaya ya Hanang ni moja ya wilaya ambazo ziko katika bonde la ufa na hivyo upatikanaji wa maji ni wa shida sana. Suluhisho la kudumu ni kuchimba visima virefu na kujenga mabwawa. Je, ni lini serikali itajenga bwawa la maji katika kijiji cha Gidahaba Bek ambalo limebomoka kutokana na mvua? Lakini vile vile ni lini serikali itarudia kuchimba visima katika vijiji baadhi ya vijiji vya eneo hilo ambavyo vilipata uh, ufadhili kupitia mradi wa Benki ya Dunia lakini maji bado hayajapatikana. Swali so, hilo linajibiwa na naibu waziri Wizara ya Maji Engineer Kamwele. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Mere Michael Nagu, mbunge wa Jimbo la Hanang, lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, bwawa la Gidahababieg ni bwawa kwa ajili ya umwagiliaji na lili lili lilibomoka kutokana na athari za mvua za mwaka 2006 makisio ya gharama ya ujenzi wa bwawa hilo ni shil, ilikuwa shilingi milioni moja, bilioni moja na point zero tisa na yaliwasilishwa kwenye ofisi ya katibu mkuu e, TAMISEMI tarehe 18 mwezi wa pili mwaka elfu mbili na kumi na tatu kwa ajili ya kuomba fedha za ujenzi wa bwawa hilo. Ukarabati wa bwawa hilo haukuweza kufanyika kwa wakati huo kwa sababu ya kukosa fedha. Mheshimiwa Spika. Wizara ya Maji na Umwagiliaji itatuma wataalamu kwa ajili ya kufanya mapitio ya usanifu wa bwawa hilo katika robo ya tatu ya mwaka 2016-2017. Aidha, katika bajeti ya 2017-2018, Serikali itatenga fedha ili kuanza ujenzi wa bwawa la Gidahababi ili liweze kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa mradi wa maji vijijini kupitia mpango wa vijiji kumi kwa kila halmashauri, halmashauri ya Hanang ilikamilisha miradi saba na miradi mitatu ya Wandela, Dajameda na Hibada ilikosa vyanzo vya maji. Vile vile miradi ya Mwanga, Gidika na Lalaji iliyofadhiliwa na wadau wengine ilikosa vyanzo vya maji. Vijiji vyote vilivyokosa vyanzo vya maji vimepewa kipaumbele katika awamu ya pili ya utekelezaji wa programu ya maendeleo ya sekta ya maji ili viweze kutafutiwa vyanzo vingine vya maji na hatimaye wananchi waweze kupata huduma ya maji kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Mama Nagu, swali na nyongeza. Mheshimiwa Spika, namshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kujibu swali langu. Mheshimiwa Spika, bwawa la Gidahabxio la umwagiliaji tu, maeneo yote yale hayana maji ya uhakika, kwa hivyo itakuwa kwa matumizi ya binadamu, mifugo pamoja na umwagiliaji ikiwezekana. nime baada ya bwawa lile kuvunjika kufu, kutokana na athari za mvua mwaka elfu mbili na sita nilifikisha swala hilo kwenye serikali mwaka elfu mbili na saba na mpaka leo hakuna lililofanyika. Nataka kujua kama ni kweli mchakato utaanza na bawa hili lirudi, kwa sababu ndio linakusanya maji ya Mlima Hanang yanayomwagika na kupotea bure. Na swali la pili Mheshimiwa Spika, vijiji vya Hirba Dauda, Dajameda, Mwanga, Gidika, Kalalaji na Wandela vyote vilikuwa kwenye mradi wa benki ya dunia na haya, maji yalikuwa hayakuweza kupatikana. Ninaomba nijue ni lini vijiji hivyo vitaanza kuchimbwa ili watu wale waweze kupata maji, bonde la Ufa halina maji. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Jibu ya maswali hayo Mheshimiwa naibu waziri maji na umwagiliaji injinia Kamwele. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa mbunge Mere Nagu kama ifuatavyo. Kwanza kabisa Mheshimiwa Spika, niseme kwa bahati nzuri nimetembelea wilaya Hanang na wakati nikiwa kule tulishirikiana na, na Mheshimiwa mbunge tukazunguka maeneo yote ambayo yanahitaji huduma ya maji. Lakini katika swali lake la kwanza kwanza ameonyesha kwamba bwawa la Gida Hababi sio kwa ajili ya, ya umwagiliaji tu, na kweli ndilikwenda kwenye lile bwawa. Lile bwawa likishakamilika litatumika kwa umwagiliaji litatumika kwa mifugo na majiali ya kichakato yatatumika pia kwa matumizi ya majumbani anasema je, ni kweli bwabwa hili litatekelezwa? Mheshimiwa spika nimwahidi ni, ni tu e, mheshimiwa mbunge kwamba tayari tumetenga fedha katika robo ya pili ya mwaka wa fedha huu tulionao, fedha zimeshatengwa ziko tayari tunazo, na wataalamu wakati wowote watatumwa kwenda kule kwa ajili ya kwenda kufanya survey, lakini pili kwenye hivi vijiji ambavyo havikupata vyanzo vya maji Mheshimiwa spika nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tulitembea na wewe na kweli wakati tuko kwenye ziara tuliwaahidi wananchi kwamba hii haya maeneo ambayo ya kupata vyanzo vya maji kwenye bajeti ya mwaka 2017/2018 ambayo sasa hivi inaandaliwa tutahakikisha tunaweka fedha ili tuende tukakamilisha hiyo miradi